Majina anaitwa Said Iddy Said, Said mgombea udiwani kata Igogo kwa tiketi ya ACT Wazalendo. Na mimi, mradi nitakaokuja nao, nitakuja na mradi wa mkakati wa kuiandikia barua serikali inipe makatapira mawili katika migodi ambayo yamekufa hayana kazi, nipate katapira mbili ambazo ni aina ya brudoza scaveta, wilroda pamoja na greda. Nikishapata hivyo vitu nataka niwafundishe vijana wa Igogo kutengeneza katapila za kisasa zinazotumia umeme, niwafundishe kwa vitendo na kwa maneno, nitengeneze darasa na kuwafundisha vijana wa Igogo wawo mafundi wazuri wa kuanzia umeme wa katapila, kuanzia umeme wa katapila mpaka injini hydraulic pampu na majembe pamoja na mabumu. Baada ya kuwa nimepata wanafunzi wengi, natafuta usajili wa hicho chuo tu, tunazalisha vijana mafundi ma, wa mashine za kisasa kuanzia jenereta na mitambo ya barabara. Na mimi napambania sana hiyo, diwani wa kata hiyo, kuna maeneo ya wazi Igogo, nitaiomba serikali kwa maeneo ya wazi tufungue gereji rasmi na chuo rasmi cha kufundisha wanafunzi na tulipe kodi zote za serikali tulipe, tulipe, tuwe na vibali vya osha tuwe na vibali vya nemke vya mazingira niwe na vibali vyote, niweze kuwa nalipa kodi serikalini, niwe na wanafunzi ambao wamesajiliwa serikali. Atakayoingia madarakani, naomba tu ni shauri, na kama utasikiza ushauri wangu, tuweze kuwasaidia vijana, tujenge chuo ambacho kitawasaidia vijana, tupate mafundi mema wa majumba mafundi mema wa, wa mitambo aina yote na magari, tupate upate mafundi mema wa injini, tupate mafundi mema wa hydraulic pump. Tukishapata vijana wakishakuwa na vieti, tutajitangaza katika migodi yote ya Afrika Mashariki. Kitakuwa chochote, lakini na kitakuwa cha ufundi, lakini kitatokana na kata hiyo, kitakuwa kinahusika kutengeneza makata pia gari za kisasa za umeme, hizi BMW, Mercedes Benz, Jeep Cherokee, Rolls Royce, Royce. Defender Land Rover, Discover Land Rover, Land Rover. Kwa sababu sasa hivi gari za kawaida ni chache sana, gari za kawaida ni chache sana. Sasa hivi gari nyingi sana ni za umeme, yani kwa ujumla gari nyingi ni za kisasa, mpaka hadi Scania ana 420, ni gari za kisasa zinatumia umeme. Mabasi haya ya maskania Isla, Isla, umeshaziona Scania Isla ni za umeme kwa hiyo tunaenda na teknolojia ya umeme, mambo ya kutengeneza Marelandi, Bedford Scania ET1, ET2, 113 zinakwenda zinaisha, ndio maana sasa umeita 124. Mimi ni fundi wa gereji, lakini kama nitapata eneo kama serikali itasikiza, nitapata wanafunzi ntapata utaratibu wote wa serikali na tutapata vijana ambao watasumbuka na ajira ya vijana wakati yagua